Kila mmoja kina baba kina mama na vijana wote waje wajiandikishe. Kitambulisho hiki ni kitambulisho cha kupigia kura ndio, lakini kina zaidi ya kazi hiyo, na mimi najua wananchi wangu leo watatumia kitambulisho hiki zaidi kwenye matumizi kama kitambulisho na sio kupigia kura. Kwa hiyo wasidanganyike kwamba chukua kitambulisho kwa ajili kupigia kura. Hapana, waje chukua kitambulisho, ni haki yao, ni mali yao, kitawasaidia kwenye mambo mengi zaidi. Hili ni la kwanza na ni wasihi, najua wana majukumu mengi, najua kwamba huu ni msimu wa kilimo, wananchi wengi wanakwenda mashambani, wana shughuli nyingi, lakini naomba kwa siku hizi chache, siku saba, ambazo tumepewa waahirishe shughuli zao, waje kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha. Kwa watu watume, ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivyopangwa, kwa muda waliopanga, walioandika kwamba watafika, walioandika kwamba watafika leo, ratiba ikatoka, na mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja kuja shughuli hii wangeweza kuandika tarehe tarehe ya leo tarehe kumi na sita wakafika siku tatu baadaye, lakini wametunza ratiba. Hata hivyo, raia yangu kwao ni kutunza muda. Mimi leo nilikuwa hapa saa tatu na walikuwa hawajafika hapa, tuone tuacha kuandikishia kwa, naomba watunze muda, muda wazingatia muda, wazingatie muda, kwa sababu watu ni watu wa kufanya kazi, ni wakulima kwa hiyo naomba wafike kituoni mapema waanze kuandikisha mapema ili watu waende kwenye shughuli zao nyingine za uzalishaji mali. Ninapenda kuamini changamoto hii inatokea kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Nisiwasemee, mtamhoji aseme. Mimi kama bunge napenda kuamini kwa sababu ni siku ya kwanza, labda kwa sasa. Mheshimiwa Mbunge, kwamba wewe umepata kushiriki na wananchi hapa, ulikuwa na propaganda kwamba ukiwa na sugu mikononi kwamba mashine haifanyi kazi labda kwa wewe ambao umefika hapa kwamba hiyo hiyo kadhia ipo. Mimi ni mbunge mwenye sugu na vidole vyangu, mara ya kwanza ikusoma, nafikiri niliweka tu vibaya. Mara pili niliweka vizuri, mashine imesoma vizuri. Kwa mimi sipendi kuamini kwenye hizo propaganda, kwa tuseme fanya kazi vizuri kabisa. Na labda pia mngeuliza wananchi wenyewe kwamba je, mikono yenu inagoma? Kwa hiyo kwa, kwa tusi leo haijatokea, tumeanza leo siku ya kwanza, labda mtatokea mbele, kwa sasa hivi